Walimu wameanza kupata huduma zao za afya kupitia bima ya SHA baada ya kukamilika kuhudumu kupitia bima za kibinafsi hapo jana. Hatua hii sasa ikifunga ukurasa wa zaidi ya muongo mmoja wa ushirikiano na kampuni ya bima ya Minet. Tayari baadhi ya walimu wamehamia mfumo huo katika siku ya kwanza ya huduma za matibabu. Kwa zaidi ya miaka kumi, kampuni ya Minet imekuwa ikitoa huduma za matibabu kwa walimu kupitia TSC. Ukurasa huo umefungwa na bima ya kitaifa SHA kuchukua usukani rasmi hii leo. Maelfu ya walimu sasa watakuwa chini ya mwavuli wa SHA wakitaraji kuwa huduma walizokuwa wanapata zimeboreka zaidi. Katika hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi, tayari walimu wameanza kuhamia bima ya SHA, baadhi yao wakipata huduma kwa mara ya kwanza chini ya bima hiyo. We want to

Katika hospitali uh, ya Malindi sawia, walimu walifika hapa kupata matibabu. Walipokea matibabu chini ya bima hiyo ya SHA. Matibabu yamekuwa mazuri, hakuna uh, mazu kama nilivyoelezewa na nilipotibiwa pia, nikapewa hiyo hiyo slip, hiyo invoice. Matibabu yote ya watoto wangu wote wawili imekuwa elfu tano, mia sita na hamsini tukilinganisha na ile matibabu ya ile kava ya kitambo, ilikuwa huwezi fikisha elfu mbili kwa, kwa siku kwa mtoto mmoja. katika bima ya SHA familia za walimu pia zimeangaziwa kulingana na TSC na wakuu wa bima ya afya kwa wote SHA, wakisema wanalenga kutatua changamoto za afya kwa walimu na wakenya kwa ujumla. Baada ya kurasa huu mpya kufunguliwa, wakibarua sasa ni kwa bima ya SHA kuhakikisha mfumo huu na bima hii itaendelea kufanya kazi saa 24 kila siku kuhakikisha afya ya waalimu imezingatiwa kila wakati. Francis Mtalaki Ringa.